Aya, maneno yangu hapa nataka yanukuliwe vizuri na yapelekwe Watanzania wote wayasikie. Kazi ni nzuri na kazi inatia moyo na tunashukuru sana. Naomba tupeleke shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hizi fedha zaidi ya bilioni 400 nchi nzima aliridhia akazitoa kwa ajili ya miradi ya dharura, miradi ya dharura iliyotokana na mvua kubwa za El Nino na mvua kubwa zilizoambatana na kimbunga Hidaya. Nchi nzima barabara zilikatika. Mama huyu kwa huruma yake kwa upendo wake kwa Watanzania akaidhinisha jumla ya fedha zaidi ya bilioni 400. Mkoa wa Lindi peke yake umepata zaidi ya bilioni mia moja. Tumpigie makofi. Na lazima tutasema, tutasema ikiwa mchana, tutasema ikiwa usiku, ikiwa asubuhi, ikiwa jioni, tutasema kwa sababu ni kazi kubwa anayoifanya na, na Mwenyezi Mungu amlinde na kumuhifadhi. Naomba niwahakikishie kwanza, nimwhakikishie Mheshimiwa Rais Dkt. Samia ya kwamba miradi ya dharura iliyoko katika mkoa wa Lindi miradi inakwenda vizuri, tuko zaidi ya asilimia themanini na nane. Na naomba nanaomba niwahakikishie Watanzania wote, watumiaji wa watumia barabara hii na wale wasiotumia barabara hii, ya kwamba mvua za masika za mwaka huu, yale tuliyokuwa tukiyapata miaka yote hapa Somanga, pale Njia Nne na kule Matandu hayatajerejea tena. Sehemu iliyobaki ya asilimia kumi na mbili, inawahakikishia mimi na wataalamu wangu hatutabaki kurelax, tutafanya kazi kama ilivyo mila na desturi yetu, siku na mchana na wakandarasi, ili kuhakikisha kwamba bai, tarehe ishirini na nne ya mwezi Desemba tutakuwa tumemaliza kila kitu madaraja yatakuwa yamekwisha kabisa, barabara za maungio zitakuwa zimekwisha na kukamilika kabisa. Taa za barabarani tutakuwa tumekwisha kuziweka na tunaserebuka. Sisi tukupongeze wewe na timu yako yote pamoja na Tanrod. Sisi tuko nao muda wote na tunapita kukagua miradi hii mara kwa mara, tunaona progress ni nzuri, na leo kama unavyojionea mradi huu ambao tulikuwa tunadhani na tuna hofu kubwa sana kwamba masika yanayokuja tunaweza tukapata tena changamoto kama ambavyo tumepata changamoto kwa kipindi kilichopita, lakini kwa tunavyoona kazi inafanyika na tuna hakika sasa. Nilikuwa naongea na RM leo, alikuwa ananiambia hata leo mvua ikinyesha tunaweza tukapita hapa juu. Kwa hiyo sisi sasa tuko comfortable hapa tulipo mheshimiwa waziri ni daraja la Somanga Mtama ambalo lina urefu wa mita 60. Daraja hili linajengwa na mkandarasi anaitwa huna ni Construction Engineering Group kwa shilingi za Kitanzania uh, bilioni 12 milioni mia tatu ishirini na tatu laki sita tisini na sita elfu mia sita themanini na kwa sasa na kwa sasa hivi sasa hivi uh, asilimia ya mradi huu ni asilimia 89, na mheshimiwa waziri uh, hapo unavyoona ni nondo ameshaweka kwa ajili ya utayari wa kuweka zege na hali ya utekelezaji katika mradi huu e, tayari nguzo arobaini na tatu ambazo zilishawekwa chini ya ardhi zenye urefu wa mita 12 zishakamilika, lakini nguzo e, kuu tatu ambazo ndio zinabeba sehemu ya juu hapa tulipo zimeshakamilika, lakini boriti ambazo ni za chuma eh, ambazo ndio zinabeba hii sehemu ya, ya, ya, ya magari kupita na watembea kwa miguu zimeshakamilika.